Habari gani, ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya, leo ikiwa ni Mei 11, siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaangazia gazeti la Mwananchi, kwenye habari kubwa zopewa kipaumbele inaanza na habari inayosema Majaliwa aeleza mchango wa dini kwa ustawi wa jamii. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwananchi na siri nyuma ya mavazi ya papa. E, siri nyuma ya mavazi ya papa e, fundi wake wa ushonaji asimulia alivyokuwa akiandaa kwa miaka sabini, lakini awasilisha mapapa wanne tofauti, e, awavalisha mapapa wanne tofauti. E, naendelea na ukurasa wanne kwenye gazeti la Mwananchi inasema siri ya nyuma ya mavazi ya papa e, inakutana na fundi wa mavazi hayo. Lakini ushindi waeleza mama alivyomuua bintie kwa kisu, ushahidi waeleza mama alivyomuua bintie kwa kisu. Lakini kashfa kejeli zinavyogubika talaka za mastaa, kashfa kejeli zinavyogubika talaka za mastaa. Chadema ya mtaka IGP atoe kauli kupotea kwa mdude, Chadema ya mtaka IGP atoe kauli kupotea kwa mdude. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Na tukiangalia gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo na lenyewe linaanza na habari kubwa ndani ya gazeti lako inayosema e, malezi e, ya single mother athari kwa afya ya akili. Hiyo ni ripoti maalum malezi ya single mother, e, athari kwa afya ya akili. lakini ACT Wazalendo sasa ya komalia hoja kumi, ripoti ya ukaguzi wa CAG. ACT Wazalendo ya komalia hoja kumi ukaguzi wa, e, wa, e, wa ripoti ya CAG. Na katika ripoti maalum hatari maradhi ya watoto kushindwa kumaliza chanjo, hatari maradhi ya watoto kushindwa kumaliza chanjo. Lakini kulikona ya afya e, huu ndio undani wa tezi dume. Yuni ambali pia inapatikana kule gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari wanasema Profesa Janabi ahadharisha kiasi eh, kasi ya kiharusi. Profesa Janabi ahadharisha kasi ya kiharusi. Mpasuko wa pamba moto Chadema, viongozi wa chad... wanachama wengine wajengua, Mnyika atoa wa neno baada ya ni ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Ligi tukicha na gazeti ya Nipashe tuangazie gazeti lako la Mzalendo, linyeni na za habari na osema Tanzania Msumbiji Zahidi kulinda rasilimali za bahari Tanzania na Msumbiji zahidi kulinda rasilimali za bahari. Rais Dr. Mwinyi aunga mkono huduma msaada kisheria wa Mama Samia Rais Dr. Mwinyi aunga mkono huduma msaada wa kisheria wa Mama Samia. Lakini, Chadema Tabani hiyo ni habari kwenye gazeti la Mzalendo naandika Chadema Tabani, eh, Pakistan na India ubaya ubwela. Lakini madhehebu ya dini yana mchango. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa asema madhehebu ya dini yana mchango. Lakini Dkt. Biteko atoa ahadi Red Cross, yenye gazeti la Mzalendo ukurasa wa mbele. Gazeti lako asubuhi ya leo linaandika duru ya mazungumzo ya Irani na Marekani kufanyika leo. Habari kimataifa tunaanza nayo inasema, duru ya mazungumzo ya Irani na Marekani kufanyika leo, lakini asema ataongeza upatikanaji wa haki. Huyo ni dr Mwinyi azindua kampeni ya msaada wa kisheria, asema itaongeza upatikanaji wa haki. Lakini serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya, huyo ni neno la Hemedi. Dini zina mchango mkubwa wa kuimarisha ustawi wa jamii, huyo ni Kasim Majaliwa atoa neno kusema dini ni mchango mkubwa kuimarisha ustawi wa jamii. Lakini wawakilishi wapitisha bajeti ya ofisi ya rais, Wawakilishi wapitisha bajeti ofisi ya rais inambari. Ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Na tukiachana gazeti la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti lako la Maendeleo, linaandika mp papa mpya apatikana, wadaiwa faini ya maji wasamehewa. Maaskofu wakerwa na bunge la EU, ni kuhusu shinikizo la ushoga Tanzania wasema ni laana na machukizo makubwa, wasisitiza mila tamaduni ziheshimiwe. Lakini Tanzania na DRC kukuza uchumi kupitia bandari. Tanzania na DRC kukuza uchumi kupitia bandari. Bunge la Tanzania la pinga maazimio ya bunge la Ulaya. Yoni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Maendeleo. Lakini tumaini letu gazeti letu linaandika Papa Leo wa 14. Hiyo ndio habari kabisa kubwa anasema Papa Leo wa 14. Namna Papa Leo alivyochaguliwa. Lakini Askofu Musomba asimikwa viongozi wanaotumia nguvu waonyo ine habari ukurasa wa lakini gazeti lako la Ar-Nuru eh, sauti ya Waislamu linaandika maandalizi ya safari ya hija yakamilika, mahujaji kuanza safari ya Maka Mei 22. Maandalizi ya safari ya hija yakamilika, mahujaji kuanza safari ya, ya, ya, ya Maka Mei 22. Hiyo ni habari kutoka gazeti lako la Fahari ya Zanzibari lenye linaandika Rais Dr. Samia wataka waandishi wa habari kutumia kalamu zao kulinda nchi. Dr. Samia anawataka waandishi wa habari kutumia kalamu zao kulinda e, nchi. Lakini Zeki yavuka lengo kuandikishaji wapiga kura yaandikisha zaidi wapiga kura e, laki moja na elfu moja, mia sita, arobaini na moja. Ligi gazeti la kula Mwanahalisi ya asubuhi ya leo linaandika la kuvunda. E, ni gazeti la Mwanahalisi kuanzia Mei 8 mpaka Mei bado linaendelea kuwepo sokoni na andika la kuvunda. Viongozi wa dini Lisu, bunge la Ulaya waiweka serikali njia panda. Lakini G55 kula ubwabwa e, waamia chauma mambeleko ya JPM ya Chanika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahalisi ukurasa wa mbele. Lakini Raia Mwema gazeti lako mungwana ni kitendo linaandika shambulio la Dr Kitima siri nzito. E, shambulio la Dr Kitima siri nzito. Warioba afichua ya Tundu Lisu. Eh, yahusu Rais Samia kuendelea eh, mia kwa miaka mitatu eh, kuonekana hadharani Mei 19. Mwananchi ruksa kortini, lakini machifu wazee kukutana Kilimanjaro, machifu wazee kukutana Kilimanjaro. Waziri Ulega aidhinisha tarehe ya trilioni 2.3 za ujenzi. Makonda Gambo hakupikiki hakuliki. Huku ni Arusha, ni Makonda na Gambo sasa hakupikiki wala hakuliki. Diwani wa CCM Dar mbaroni kwa, kwa tuhuma za rushwa. Diwani wa CCM Dar es Salaam mbaroni kwa rushwa. Lakini en gazeti la Mwangaza naandika Samia, mama wa uhuru wa maoni. Jaji Warioba azodolewa, kesi ya uhaini ya Tundu Lissu bado mbichi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwangaza kwenye kurasa wa mbele. Negili, sasa tuangazie kwenye E, magazeti mbalimbali kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya, ya leo e, tunaanza na gazeti lako gazeti lako la Nipashe e, gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo tunaanza nalo, inaandika kisa Yanga e, e, Simba, e, e, Simba kununua kila bao bara, kisa Yanga Simba kununua kila bao bara yaweka dau mechi zote tano kuanzia leo. Yaweka dau mechi zote tano kuanzia leo, lakini dakika za tisini za finali championship. Dabi ya Kariakoo yapelekwa mkutano mkuu, yapelekwa mkutano mkuu Yanga. Yuna habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Lakini Ateta unabisha, angalia takwimu hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, tayari kachagua timu e. Habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti la Mzalendo na nyenye linaandika kikosi Simba e, cha fumuliwa leo kuivaa KMC, kikosi cha Simba kufumuliwa leo kuivaa KMC. Lakini kocha Singida Black Stars aipania Simba. Barcelona madridi hapatoshi leo e, Barcelona na madridi hapatoshi leo. hiyo ni El Clasico e, tuone Real Madrid itaendelea kuwa ni mteja wa Barcelona au ndio hatafuta uteja leo kwenye El Clasico. Lakini timu ya KMC itaikaribisha Simba katika mchezo wa ligi kuu leo majira ya saa kumi. Hiyo ni gazeti lako la Mzalendo. Lakini huko Uingereza, Liverpool Arsenal Hakuna kulala leo. Lakini gazeti lako la habari leo linaandika Simba kula kiporo cha mwisho. E, Simba kula kiporo cha mwisho Biteko atoa kongole tulia ya marathon. Yanga kuzuia bingwa bara mahakamani. Yanga kuzuia bingwa bara mahakamani. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kurasa wa michezo. Patendekele yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la habari leo kwenye kurasa michezo.